Na hayo ni kwamba mwanafunzi wa gredi ya kumi amelazimika kuacha masomo katika shule ya kitaifa ya wasichana ya St. Mary's Lwak iliyoko Kaunti ya Siaya kufuatia mzozo kuhusu uvaaji wa vazi la Kiislamu, hijab. Samira Ali Ramadhan, ambaye alipokelewa hivi karibuni shuleni humo, anadai alilazimishwa kuondoka na uongozi wa shule pamoja na padri anayehudumu katika parokia ki ya Kikatoliki ya eneo hilo baada ya kuripoti katika shule ya kitaifa ya wasichana ya St. Mary Lwak wa gredi ya kumi. Naibu mkuu wa shule hiyo aliwahakikishia mwanafunzi Samira na babake kuwa kuna wanafunzi wa Kiislamu katika shule hiyo na hakukuwa na tatizo lolote kwao kuvaa vazi hilo la dini ya Kiislamu hijabu. I remember we even went to the deputy principal body. Are Muslims allowed to wear hijabs in this school or are there Muslims in this school? Hata hivyo siku zilivyopita, mwanafunzi huyo aligeuzwa kuwa mlengwa wa manyanyaso kutoka kwa uongozi wa shule, wakimtaka aache kuvaa vazi la dini ya Kiislamu hijabu kama wanafunzi wengine so he went at the liturgy it was during games time i had not gone for games yet so i went to the liturgy then he just started speaking to me in a light note then as he proceeded uh, at the middle of the conversation he was telling me that that is a catholic school Mwanafunzi huyo alilalamika kuwa uongozi wa shule ulimlazimisha kuhudhuria ya misa ya Kikatoliki na kumnyima fursa ya kutekeleza ibada za Kiislamu, huku babake akisema kuwa uongozi wa shule umevunja ahadi walioitoa wa wakati wa kumpokea binti yake. Kuna masista wenye wako hapo wanabagua mtoto Mwislamu sababu yeye ndiye yuko na hijabu pekee yake, ambapo kuna wale wengine wapo wamekubali kutoa hiyo hijabu. Wakati nimekuja sijampata kwa shule. Mtoto ametengwa ataki kujulikana, wataki kumtambua kama Mwislamu. Uh, yule anaitwa father, amekuja akaonyesha mtoto with watatoa hijabu hawatambui muislamu kwa hiyo shule so, nimeamua kutoka na mtoto wangu niende kutafuta penye nitapata usaidizi kwa kuwa wanatambua Uislamu. Mwenyekiti wa chama cha Waislamu kaunti ya Siaya Ibrahim Otieno alilaani kitendo hicho, akisema ni kinyume cha katiba, kwani katiba inamhakikishia kila raia uhuru wa kuabudu. Aliitaka Wizara ya Elimu kuingilia kati haraka, kwani wamekuwa wakipokea malalamiko kutoka kwa shule zinazodhaminiwa na dini katika kaunti hiyo.

With this, I think I'll want to call upon the County Director of Education, Siaya County, uh, to take action uh, to make sure that the Constitution is upheld and the Ministry directives that also uh, ensure that uh, learners enjoy their religious practices is fulfilled.